Hey. Sasa, hey, pune, pune, pune, saba, mimi nakwambia jomba, hapa Samburu niko Samburu. Wanasema kwa Mombasa tunasikia mwini. Sasa nyinyi nataka enda wapi? Mimi naelekeza saidia, tunaenda kutafuta showground. Unataka oh, enda ko Mombasa Eh. Tunaambiwa kesho ndo kuna shughuli ya yeah, ODM at oh, at 20 na ya ODM na sherehe ya ODM at 20. Eh. Okay ni kesho. Maana tunaambiwa gorofa tumekuja Mombasa kutafuta zile ghorofa za hivi, okay. Hivi, okay. Hivi. Wewe wache wewe. Hakuna gorofa ya hivi kwani iko yeah. tausi wahogoanaona ah, no, no, eh, okay. <laughs> eh. 20 miaka ishirini, eh. ODM na sherekea <laughs> eh. wanawake wote na ujua wewe, na wamama wote hapa Mombasa na hata nje ya Mombasa nakuja na sherekea pale showground pia miaka Tamanini ya Raila Amolo Odinga pia watuna sherekia pale showground, naone hiouyu muende, tumuimbe tune tukapate mbegu kama hizi. Tumuimbe. Oh! Anaeleza alikuwa okay. Nauliza okay. Hiyo mbegu haina mkopo, tupate mbegu kama hiyo nanyesha i apatie mbegu kama hiyo, nataka kwenda naye kwetu kuja. Sasa wewe, uh, wewe huna showground ama huendi showground, achia tuoni, tunataka wewe ueleze watu pale Meleza watu? watu Ah, na kamera. Okay, leza watu tare tare ishirini. Tare 20. 20 20 wapi? wapi Ni basi? Miaka, miaka ya ODM. Miaka ishirini ya ODM. Yeah. Tunawatangazia, tunasherekea ya maisha ya, ya Raila Amolo Odinga miaka... Maisha Raila miaka, miaka ya Raila miaka ni miaka 80. Miaka 20 tunasherekea miaka ya ODM, miaka 20 eh, eh. eh. eh, natimiza wao. Oh. Sawa, nalikuwa kesho hoga musikose, okay, mufike kwa wingi asanteni. Tumpa galo ya <laughs> um, uh, we ni mrembo, mrembo, nani rembo hai <laughs> beba. Beba, kamera yake amesahau <laughs> twende zetu na huku, mjomba.